Mwigulu Lameck Nchemba, waziri mkuu, daktari huyu, ufungue kinywa chako muombe Mungu pamoja nasi kwa ajili ya amani ya Tanzania, ya utulivu wa nchi yetu, lakini pia yale yote mema, mazuri, viongozi wetu wanayoyafikiria kwa ajili yetu, Mungu akaruhusu yakuwe na kuongezeka, lakini zaidi mipaka yetu ikalindwa na kutunzwa na Mungu mwenyewe nasi binadamu kama ambavyo wengi wamezoea kwa pamoja na umoja wetu tusaidiane sasa kupaza sauti zetu kumshukuru Mungu kwa ajili ya taifa la Tanzania pamoja na serikali yake. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye hai, Mungu mwenye nguvu, tunakushukuru kwa ajili ya nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo tangu misingi ya ulimwengu kuumbwa ulijua ya kwamba itakuwepo na sisi ukatufanya kuumbwa na kutengenezwa na kuwekwa hapa Tanzania na kuitwa Tanzania. Ba, Baba, tunakuomba ukatulindie na kututunzia nchi hii nzuri ambayo Mungu wa mamlaka umeipa kibali cha kuwa nchi ya amani duniani, nchi yenye umoja, mshikamano na upendo. Ukajidhihirishe kwa nguvu kubwa, hii tunu ambayo umetuzawadia Mungu wa mamlaka, isipate kuondolewa na kiumbe chochote katika ardhi hii ya Tanzania tuzidi kujivunia umoja, mshikamano, upendo na amani, na uwezo wako na nguvu yako ikazidi kutamalaki na kutawala. Bwana wa majeshi, ukatazame viongozi ambao umewapa eema na madaraka ya kuiongoza Tanzania, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais Dr. Nchimbi na waziri mkuu Daktari Mwigulu Nchemba. Mungu wa mamlaka, viongozi hawa ukawape nguvu ya kutumika vema katikati ya nchi ya Tanzania, kurinda kusimamia mipaka ya Tanzania, kurinda haki ya Mtanzania, kusimamia maslahi ya Mtanzania, kurinda amani ya Watanzania. Mungu wetu na Baba yetu, usipunguke kwa viongozi hawa na wengine wote ambao kuanzia ngazi ya serikali kuu mpaka ngazi ya mitaa. Mungu wetu na Baba yetu, ukatupe nguvu ya watanzania kuwa moja, kuilinda nchi yetu Tanzania kwa mkono wako ulio hodari. Tuepushe na majanga ya aina mbalimbali, magonjwa, dhoruba za kila aina. Mungu wa mamlaka, ukatuepushe nazo, bali ukatupe nguvu ya kuishi kwa ushindi mkubwa mwaka huu wa ishirini na sita, tukauone utukufu wako kwamba umetuepusha na mengi elfu mbili na ishirini na tano. Sasa unakwenda kutuepusha na mengi zaidi elfu mbili na ishirini na sita. Unakwenda kutufanya kuwa zawadi ya ushindi katika taifa hili la Tanzania. Tunakushukuru kwa ajili ya nchi yetu Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla, ukatufanya kuwa ishara ya amani duniani ishara ya, ya bara lililobarikiwa. Tunakuomba na kushukuru tukijua ya kwamba utakwenda kuyatenda kwa haya. Ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tuseme amen. Ipo haja kuu ya kuomba kwa ajili ya mwingine, sio tu kujiombea wewe mwenyewe. Na kwa kuwa ipo haja hiyo, Mungu wetu ametupa ratiba ya kupaza sauti kwa ajili ya kuombea wahitaji ambao wanapitia changamoto mbalimbali za magonjwa, changamoto na zingine kadha wa kadha, ambazo zikimpata mwanadamu anapata shoko, anapata shida ya kufikiri, kutenda, kuwaza, kuna kwenda mbali. Hivyo sisi tuliyopata heshima ya kufika katika madhabahu hii takatifu, tumepewa heshima ya kupaza sauti zetu tukaseme kwa ajili yao, wengine ni wapendo wenzetu wengine ni jamaa zetu, wengine ni ndugu zetu. Tuseme kwa ajili yao, na Mungu wetu atafanya kwa ajili yetu sisi tuliyosema, twende mbele za Mungu kwa ajili ya wahitaji. Hakika wewe ni Baba, wewe ni Mungu pekee yetu, hatuwezi ila kwa msaada wako Baba. Nina kushukuru kwa ajili ya watoto wako wa kike na wa kiume waliokimbilia madhabahu hii wakiamini ni mahali tulivu wao. Hii ni madhabahu kuu iliyopandwa matamko makuu, yenye kuinua, yenye kuhuisha, matamko yenye kuleta amani, matamko yenye kuleta tumaini, lakini yenye kuthibitisha kweli yako Baba. Ninakusihi kusihi, yupo baba na mama mmoja, yule amelala kitandani akiwa amekata tamaa, amepewa majibu ya kwamba afya yake haitaimarika kamwe na wala hatakuwa salama bali siku zake za kuishi zinahesabika. Baba, ninakusihi usinyamaze, kusihi usinyamaze, mkono wako wa neema na kibali ukawagusa na kuwatetea watoto wako, ukawaponya na kuwalinda sawasawa na ahadi zako, katume malaika wa nuru wakasimame na kuwaponya watoto wako. Tunakwenda kinyume na yule mwovu shetani aliyepanda magonjwa na mateso kwa watoto wako, tunamnyamazisha kimya katika jina la Yesu. Tunampiga na kumgarikisha. Pigwa sambaa, achia pigwa toweka mbali kwa jina la Yesu, minyororo yote ya magonjwa, minyororo yote ya mateso, minyororo yote ya machozi na maumivu makali aliyoelekeza kwa watoto wako, pigwa, sambaa, chia tunaingoa kwa jina lenye nguvu, uweza na mamlaka. Neema yako izidi ukuu wako ukatamalaki, Mfalme, ukawaponye na kuwafariji watoto wako, wakainuke na kutoka katika vitanda vya mateso, wakaifanya kazi yako kwa uaminifu mkubwa. Baba asante, hata kwa wale wenye vifungo vya maisha, wenye vifungo vigumu, vifungo vya watoto, vifungo vya kazi, vifungo vya biashara, vifungo vya kosa ndoa vifungo vya mambo mengi ya maisha ambavyo vimesimama mbele yao kama vikwazo. Baba, nakusihi, ikiwa Paulo na Sila alipaza sauti na kuomba na milango ya gereza ikafunguka, asubuhi ya leo umetupa kibali cha kupaza sauti zetu, ili milango ya gereza ikafunguke. Watu wako kwenye magereza za aina mbalimbali, nakusihi, Mungu wa mamlaka, usinyamaze kwa mamlaka ile uliyoiachilia kupitia madhabahu hii, natangaza uhuru kwa watoto wako, natangaza neema na kibali kwa watoto wako, ninatangaza kuinuliwa, ninatangaza kufunguliwa, ninatangaza kuachilia huru katika jina la Yesu, kila mmoja wetu aliyefungwa na vifungo vya aina mbalimbali asubuhi ya leo katika madhabahu hii na kwa ibada hii kubwa ya kuvushwa, akavushwe na wewe Mungu, kwa kuwa Baba, wamechagua kuvushwa na Baba yetu, nasi kwa mamlaka uliyoiachilia hi kwenye madhabahu hii yakatokea yote kwenye maisha yao katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hakuna tena vifungo kwenye maisha yao, hakuna tena machozi wala mateso wala maumivu wala kukwama kwa aina yoyote. Biashara watakazozifungua ama zilizopo tayari zi akuwe na kuongezeka kwa kuwa wamevushwa na kufikishwa mahali pao panapostahili. Wewe ni Mungu uliye mwema na mwaminifu. Kila mmoja ambaye amekuwa akipitia tatizo la aina yoyote, teso lake limeondolewa na kufutwa, na historia mpya imeandikwa katika maisha yake, ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, amen. Mshangilie Mungu kwa makofi nderemo na shangwe, ikiwa ni asubuhi ambayo imepata kibali mbele za Mungu wetu kwamba leo ni siku ya kuvushwa katika eneo lile ambalo ulikuwa huwezi kuvuka. Uh, ni ibada kubwa ambayo imewekwa kwa ajili yetu Amen. Na sisi ndio wenye uhitaji na hiyo ibada, na Mungu ameiweka kwa ajili yetu. Tumshangilie Mungu kwa makofi nderemo na shangwe huku ukimsalimia jirani yako ukimwambia, karibu sana, siku ya leo umetenda jambo jema kufika kwa ajili ya kuvushwa na kuwekewa alama ya marufuku, adui asikuguse. Olala, upinde wa mvua, kanuni yake ni kuzuia majanga, mm, eh, kuzuia majanga, na Jumapili ya leo, baba yetu anakwenda kuzungusha huo upinde kwenye maisha yetu hakuna janga lolote litakalosimama na kuinuka hakika. Lakini pia ninapata nguvu na ujasiri kukua kwa upendo mkubwa alionao baba yetu, ndiyo ameweza kuzuia vifo vingi ambavyo ilikuwa vitokee kwa mwaka huu wa 2026, tena kuanzia miezi hii hii ya kwanza kabisa. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya baba yetu. Ni upendo wa kipekee ambao Mungu huwapa watumishi wake anapowapenda. Wapendwa, kwa kuwa hatujaruhusiwa kukaa, bado tuna kipengele. Ninawaomba sana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kila siku huwa naongea hiki kitu, tusichukulie mazoea kwamba tukishatakiana hee tunakwenda kukaa. Hapana, tusichukue mazoea, litunze hilo akilini na kuomba sana. Kwa ibada hii kubwa ya leo, tunakwenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya ibada ya kuvushwa, kwa ajili ya katazo ambalo baba yetu anakwenda kuliweka siku ya leo, maisha yetu yasiguse kwa namna yoyote, kila kitu chetu kiwe salama, wala vifo visitokee kwenye maisha yetu. Amina, kanisa, Tunakwenda kupaza sauti zetu tena kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa kuachilia maono hayo kwa baba yetu, na siku ya leo anakwenda kuyatimiza. Haleluya! Tunaelewana na wana wa Mungu? Mwangalizi wa Vena, naomba uongoze maombi. Ndio maana nimesema tusizoe tu, ukishasalimiana tayari, naona neema hii ingetupita sasa. Naomba tunapomwomba Mungu katika hili, tumaanishe ni kubwa sana ndugu zangu. Jumapili baba alisema ilikuwa vitokee vifo vingi sana. Tumpate wapi baba wa aina hii? anayeweza kuzuia vifo kwa ajili yetu, anayeweza kukesha kwa ajili yetu, tumpate wapi? Ni kuombe unisaidie kufungua kinywa chako, omba, omba. omba. Amen, tuombe. Baba, katika jina la Yesu mamlaka Mungu wa Bendera, tunakushukuru Mungu kwa ajili ya neema yako kubwa ambayo Mungu umetujalia watoto wako, kutupa neema neema ya kuiona Jumapili ya leo, leo kuiona siku ya leo kuona mwaka wa leo. Tunakutukuza Mungu wetu kwa ajili ya ushindi mkubwa ambao Mungu umeutangaza mbele yetu, nasi tunakiri kushinda likonseli karability sante Baba, kwa ajili ya maono mema ambayo Mungu umeweka mbele ya maisha yetu, kwamba leo ni siku ya kutuvusha. Yako mengi Mungu, yaliyofanyika, yako mengi yaliyotendeka, yako mengi yaliyofanyika kwa kizuizi, yako mengi yaliyotutesa, yako mengi aliyotuumiza ya, lakini leo la, Baba, ni siku ya kutuvusha, ni siku ya kutuinua, ni siku ya kutupeleka eneo la furaha, eneo la ushindi, eneo la uzima fanikio eneola ukumiliki. Mungu, tuseme nini mbele za uso wako? Kwa ajili ya neema kubwa ambayo umeiachilia kwetu, tunasema asante. Kwa ajili ya utetezi, tunasema asante. Kwa ajili ya upendo wako, tunasema asante. Kwa ajili ya fadhili zako, tunasema asante. Kwa ajili ya ukuu wako, asante Baba, kwa ajili ya mema unayotuwazia kitu hapo leo, unayotutetea kitu hapo leo. Umekuwa Baba mwema, umekuwa Kati ya maisha yetu tunakuamini Mungu wa Bendera, katika siku ya leo ninaamini kwa kila mahali hapa hautomwacha kama alivyo, hautomwacha kama alivyoingia, tutakwenda kuvuka wote, kwa kuwa neno lako ni sheria, neno lako ni amri, neno lako ni moto, neno lako ni kibali, hakuna ut Teso. Tunakuinua Mungu, tunakutukuza Mfalme, sante kwa jina ya mamlaka yako, sante rimandalikosiwa aijalipo likonsirikadabirite wewe ni muweza wa yote, wewe ni muweza wa yote. Umefanyika kinga katikati ya maisha yetu, umefanyika baraka, umefanyika utetezi, umefanyika kibali, nanda ukatende Baba, nanda ukatende nona ikasimame upande wetu, ukatuvushe kwa nguvu kubwa, ukatuvushe eneo la ukataliwa, ukatuvushe eneo la magonjwa, ukatuvushe eneo la umaskini, ukatuvushe eneo la maisha magumu, ukatuondoa kwenye kudharaulika, ukatuondoa kwenye roho za ukoo, ukatuondoa kwenye manyanyaso, ukatuondoa kwenye laana za kila aina, utetezi wako ukasimame nasi Baba.